akaendelea kuwepo nyumbani mwa Bwana, kama sio wewe ambaye Mungu amekuamini na kukuweka nyumbani mwake ili uweze kuomba, si kwa ajili yako tu, lakini uombe pia kwa ajili ya wengine, wale waliochoka, wale waliokata tamaa. Tumwambie Bwana wainue tena, mwinue tena yule mama, mwinue tena yule kaka, mwinue tena yule dada, wainue tena vijana, wainue tena wazee. Ni wakati na majira ambayo tunahitaji nguvu ya Mungu ya kutosha kwenye kipindi tulicho nacho, ni wakati ambao tunatakiwa kumtazama Yesu, sio wakati ambao tunatakiwa kuwatazama wanadamu. Ni majira ambayo tunatakiwa kumtazama Yesu peke yake. Yesu, tunakuja kwako kwa ajili ya kanisa lako Bwana, tunakuja mbele za uso wako kwa ajili ya kanisa Tunakuja kwako Yesu, kwa ajili ya kanisa lako Bwana, tunaomba toba Yesu, tunaomba rehema Yesu. Hurumia kanisa lako Bwana, hurumia kanisa lako Yesu, hurumia kanisa lako Mfalme Yesu. Muhurumia mama huyo Yesu, muhurumia baba huyo Yesu, muhurumia kaka yule. Takasa kanisa lako Bwana, takasa kanisa lako Bwana. Hurumia wakaka hao Yesu, hurumia wadada wale Yesu. Yesu kanisa Kanisa lako tumechoka Yesu, kanisa lako limeinama, mioyo imeinama, imekata tamaa Yesu, atusikie tena kuendelea na safari, lakini neno lako inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekesha na kuomba na kutafuta uso wangu na kuziacha njia zao mbaya, na mimi nitasikia kutoka mbinguni na kuiponya nchi yao. Yesu tuhurumie, ponya kanisa lako Bwana. Ponya kanisa lako na majeraha ponya kanisa lako na roho za asira ponya kanisa lako na roho za kuchoka Yesu, achilia uponyaji wako kwa kanisa lako, achilia uponyaji wako kwa kanisa lako. Kori sana, nijapoanguka nitainuka tena. Usifurahi juu yangu, adui yangu, kwa maana nijapoanguka mimi nitainuka tena. Yawezekana kuna wengine Bwana, yako mambo yaliyoangusha, yako mambo yaliyofanya wakateleza ni Mungu unasema ajapoanguka atainuka tena. Mwinue tena huyo baba Yesu, mwinue tena huyo mama, mwinue tena yule kaka, mwinue tena yule dada. Yesu, unasema haufurahii kifo cha mwenye dhambi, hiyo mauti ya rohoni ya huyo baba, hiyo mauti ya rohoni ya huyo mama, hiyo mauti ya rohoni ya huyo kaka. Najua tu Bwana wewe hauifurahi. Mwinuwe tena. Mwinuwe tena. Mwinuwe tena Yesu. Mwinuwe tena Yesu. Mwinuwe tena Yesu. Yesu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wanaletalia hai. Unapoinua inua kanisa la Iyunga, inua na kanisa la mahali pengine. Inua na kanisa la mahali pengine. Inua na taifa letu Yesu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo Kristo wanaletalia hai. Sinyamazo Bwana Yesu, tunakutaka peke yako na nguvu zako na uweza wako na uaminifu wako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wanaletalia haa. Nikiomba na kushukuru Bwana Yesu asifiwe. Emwongeza tena kigeregere kizuri kwa Bwana, ongeza tena na makofi mazuri kwa Bwana, ongeza tena kigeregere kizuri kwa Bwana, lakini aliye si, anayetakiwa kusimama kwa ajili ya neno, unaweza ukasogea sasa, mtumishi wa Mungu, ili kusudi tuendelee. Bwana Yesu asifiwe! Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya! Ninategemea sasa aliyeandaliwa kwa ajili ya neno, ayo anasogea. Uwe unasogea mtumishi wa Mungu, sogea tu, sogea tu, sogea tu, ili kusudi tuendelee na kipindi chetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Karibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Narudia tena kama kuna yote ambaye ana neno, Mm-hmm moyoni mwake anatamani kusema. Najua kuna wakati roho wa Mungu anaongea na wewe, usinyamaze. Haleluya. Nawasalimu katika jina la Bwana. Amina. Hongera kuwe nyumbani mwa Mungu. Amen. Sio kitu rahisi, sio kitu rahisi sana, sio kitu rahisi. Wewe endelea kuvumilia. Napokuja mahali hapa mara kwa mara, nimeongea tunamjia Mungu, hatumjii mwanadamu. Ole wako kama namjia mwanadamu, utaanguka sana. Lakini wewe mtumishi wa Mungu, nenda kwa Mungu wako ambaye amekutendea mengi mengi, hata uzima uliokuwa nao huu, ujue kabisa ni Mungu. Kuna wengine hawapo, lakini wewe uliyepata nafasi ya kuwa mzima ni saa ya, ya kumtukuza Bwana Yesu. Naomba moja kwa moja kwa muda tulionao, muda umeendelea sana, ngoja niangalie na saa, muda umeenda. Sa? saa sukasoa kumi na sita. Basi tutaenda haraka tuangalie neno Mathayo tano. Mathayo tano. Mathayo tano ule mstari wa tisa. Neno la Mungu linasema, Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mathayo tano mstari wa tisa nasema heri, wapatanishi maana hao wataitwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu alipokuwa akisema maneno haya, alisema maneno mengi sana, alitamka mengi sana. Hii Mathayo tano ameongea vitu vingi akiwafundisha wanafunzi wake, lakini mstari huu wa tisa akasema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Na ujue kabisa mwanzilishi wa upatanisho alikuwa ni yeye mwenyewe, pale aliposhuka kuja kwetu wanadamu kutupatanisha sisi na Mungu. Yeye ndiye alikuwa mpatanishi wa kwanza kati ya sisi na Mungu, alipomwaga damu yake pale msalabani, alipokufa kifo cha aibu pale msalabani, alipoteswa mateso makali pale msalabani, alipopigwa mapigo makubwa pale msalabani, alikuwa akitupatanisha sisi na Mungu lakini anasema tena, nawaambia wanafunzi wake, akawa anawafundisha anasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Ina maana mimi na wewe tuna heri tukiwa wapatanishi. Bwana tusaidie sana, watu wa Mungu kuwa wapatanishi katika maombi. Sisi kazi yetu ni kuwapatanisha watu kwa Mungu katika maombi, tuwaombee watu, tuwaombee Mungu na wanadamu wapatane. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu watu wengi wamemwacha Mungu, hawako karibu na Mungu, na wengine ni watu wa karibu na sisi, na wengine ni watu wa nyumbani mwetu, hawamjui Mungu. Lakini kazi yetu kubwa hapa duniani, kazi yetu kubwa katika kanisa letu, kazi yetu kubwa kwenye wokovu wako ni kuwapatanisha watu na Mungu kwa njia ya maombi, kwa njia ya neno. Bwana asifiwe sana lakini pia kwa njia ya watu ambao wamekosana. Hebu tujitahidi kuwa wapatanishi. Watu wengi mahali hapo wameshindwa, wameishia uchochezi, wameishia kushangaa, wameishia kuongezea vitu vingine. Wewe mtumishi wa Mungu, uwe mpatanishi Usikubali wewe kuwa mchochezi, usikubali kunyamaza kimya kwenye swala upatanisho. Anasema hao wapatanishi watakuwa wana wa Mungu, wataitwa wana wa Mungu pale utakapoitenda kazi yako, utakapowapatanisha watu waliokosana, utakapowapatanisha watu waliokosana, Mungu utaitwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nikishangaa siku moja mtumishi wa Mungu alikuwa akihubiri, anasema watu wawili, mtu na ndugu yake walikuwa wamekosana kwa muda mrefu, mtu na ndugu yake, mtu na mdogo wake. Hao watu walikuwa ni wanaume. Mmoja huyu alipokuwa amekasirika sana, akaamua kutafuta fundi, akasema: fundi, naomba unijengee wigo unizungushie wigo mpaka kule juu kiasi kwamba nikiwa ndani ya nyumba yangu nisiwe naiona nyumba ya ndugu yangu. funda kabaka na shangaa asema, sasa watakuwa wanawasiliana vipi? mbona huyu ni ndugu yake? Akawa najisemesha moyoni mwangu, nataka kusema roho ya upatanisho. Roho ya upatanisho ikiwa ndani yako, wewe ni mwana wa Mungu. Mahali hapo watu wameshindwa mahali hapo watu hawawezi, zaidi sana ni kuongeza faraka, ni kuharibu. Lakini neno la Mungu inasema "Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu." Anasema yule mtu akaanza kujenga, akafuata maagizo ya yule mwenye nyumba, akaanza kujenga, akajenga wigo wake kama alivyoagizwa mpaka kule juu alipomaliza wigo lake, alichokifanya yule mtu akaweka daraja kule juu, yaani daraja la kuweza kumfikia yule ndugu wa upande mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa yule ndugu wa upande mwingine akiwa anaangalia ujenzi, anatoka analiona tena kuna tena daraja la kumwendea yeye yeye akajua ni maagizo ya ndugu yangu, kwa hiyo akamwendea ndugu yake kumshukuru. Unaona Mungu alivyokuwa wa ajabu. Akasema, nashukuru sana kwanza, hongera kwa ujenzi, lakini nashukuru sana, nimeona nimeona ile, ile, ile, ile, ile ngazi uliyoiweka kwangu, kati yangu mimi na yule mwenye nyumba kabaka, nashangaa ngazi eh. Asante, asante lakini ndio ukawa mwanzo wa kupatana. Haleluya, watu wa Mungu. Yaani akashindwa hata kusema sijamwambia, fundi. Akashindwa, akabaka na shangaa, fundi amewaza nini? Kumbe fundi akawaza kwamba kujizungushia wigo kwa kiasi hiki mpaka kule juu, mawasiliano yake na huyu mtu atakuwaje? Basi lazima niweke. Yaani yeye alijitolea kama vile fundi ambavyo anaongezea, kama vile wewe ambavyo unaweza kufanya kazi yako ukaona uongezee na hiki kitu, kuboresha kunongesha kazi yangu Bwana Yesu asifiwe sana, maana tunafanyaga kazi lakini kuna kazi naona hapa nikifanya hapa nikiki, nikiki, na hivi hapa nikiongezea na hiki, na yeye akaongezea ngazi ya kuendea kwa ndugu yake. Jitahidi, mtu wa Mungu, kuwapatanisha watu. kuna baraka sana, kuna baraka. Mimi mahali pengine nimemwona Mungu, nimemwona Mungu akinitendea kupitia haya haya Eh? Unapopata taarifa unaona neno la, la kipindi hiki ni amani ni amani ni amani hivi. Mungu ameona nini kwetu? Anataka kulisafisha kanisa lake, amegundua watu wanasali sana watu wanaomba sana watu wanahubiri sana, lakini kule ndani hawana amani na ndugu zao. Yuko kazini, Bwana Yesu yukaribu kuja, ametafuta kila njia alitakase kanisa lake. Haleluya, watu wa Mungu, mimi namshukuru sana Mungu Bwana amenionekania. Hata juzi nilikuwa naongea na, na mtumishi wa Mungu mmoja nasema, namuona Mungu akinitendea wale waliokuwa maadui zangu, naona tumeanza kusogeleana. Yesu amenionekania sana, hivi saa hizi, saa hizi mtumishi wa Mungu ambaye hapo kwanza hatukuwa vizuri, ameniletea zawadi pale juu anasema nimetoka, nime, jana nimekuletea maharage mabichi. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya, haleluya. Hapo ndipo napozidi kumuona Mungu hapo ndipo inapozidi kumu. Bwana anaendelea kusafisha kanisa lake, kutakasa kanisa lake. Jitahidi mtumishi wa Mungu anasema, nimekuletea tu ni maharage tu, lakini mimi sioni maharage, nauona upatanisho kati yangu mimi na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana, mimi namuona Mungu, sioni vile vitu alivyovileta, namuona Kristo katikati yetu, kwamba ha, kumbe Bwana ameamua kutusafisha tuendelee mbele na safari. Unajua hapa katikati kuna mawimbi mazito kuna dhoruba, kuna mbisho, lakini Bwana ni mwema. Hapa napo tutavuka. Nilikuwa nasoma meseji asubuhi ya leo, mtumishi wa Mungu ametutumia, nikatuma nikasema, hapa napo tutavuka, Bwana atatuvusha. Kuna vitu vinatokea kwenye maisha yetu ili tuvuke, tuongezeke imani, kutoka pale tulipokuwa tutoke tuende mahali pengine, Bwana yupo kwa ajili yetu, lakini usikubali, usikubali wewe kuwa kikwazo kwa ndugu yako. Usikubali. Muombe Mungu usiku, usikubali kabisa wewe kuwa kizuizi cha ndugu yako kumuona Mungu, usikubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Muombe Mungu, muombe Mungu sana, omba neema hii ya Mungu, mtu asitokee akasema kwamba fulani ndio sababu ya mimi kuto kumwona Mungu. Muombe Mungu sana, iwe ni kwa ajili yake mwenyewe. Watumishi wa Mungu wanatufundisha mi, mpaka nikashangaa juzi, amesimama mtumishi wa Mungu anasema muda mwingine mtolee nauli hata hata adui yako, toa nauli, sema nimekutolea huku nauli, ili mradi tu upate amani na Bwana, anafanya Haleluya! Bwana nafanya mi, nimejifunza nimejifunza vitu vingi sana. Juzijuzi juzi tu, kuna mama mmoja alininukia msibani pasipo sababu yoyote, naongea na huyu na akawa ameinuka yeye, akainuka vibaya mno sana, nikamwangalia nikasema, huyu ni adui. Baada ya hapo akawa anachukia yeye mwenyewe. Ah, usiku ule nikasikia sauti nasema, nenda kwake. Unajua ni vigumu Nilipambana hey, nilipambana, nilibisha, nikasema hapana, hapana, bwana Yesu, hapana, kumbuka hey, alini, alini na, alinichokoza na mimi sijafanya kitu chochote, hapana -ha, Bwana nakwambia na, na uwende. Nikanyamaza kimya, akasema unaenda? Nikasema ndiyo Bwana, naenda naenda asubuhi, nikawahi hospitalini, nilikuwa naona wagonjwa. Nilipowaona wagonjwa, nikapitia njia ile ile ya nyumbani kwake. Bahati nzuri, nikakuta amekaa nje anaotea. Akajua, nikajichekesha chekesha pale, mnaotea hey. Kajua nasema hey, tunaotea kajua. Nikaanza kumsalimia hey, tukasalimiana pale na alikuwa na, na jirani yake pembeni hmm. Nikasema samahani, samahani sana mbele ya jirani yake nikajitoa ufahamu. Haleluya, haleluya. Nikawa kama sina akili nzuri vile, kama sina akili njema vile, nikasimama nikasema, nikasema eh, samahani akasema nini, nilikukosea? alafu anavyoitika anasema wapi? Nikasema kule msibani tulipoonana, ulifanya nini? Nikasema pale tulipojibizana pale, nilikukosea naomba unisamehe sana. Akasema nimekusamea, nimekusamea. Kwa kweli nikasirika sana, nikabaki na shangaa tena nikasirika, yeye nilishangaa jamani, lakini nikapata amani moyoni mwangu. Tafuteni kuwa na amani na watu wote. Kwa kweli ni kazi ni kazi ngumu sana kwa, kama labda usiwe na akili, lakini kama una akili sawa sawa, sio rahisi kwa Bwana. Tunajitoa ufahamu ili upate, unajitoa ufahamu, lakini baada ya hapo, nimemwona Mungu, nimemwona Mungu akinitendea, nimemwona Mungu akinifanyia, nimemwona Mungu akisababisha mambo makubwa. Tuwe wapatanishi, uwe mpatanishi. Bwana anatusaidia sana, anatuelekeza fanya hivi fanya hivi, na anatenda. Bwana Yesu asifiwe sana, anafanya kwako, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo ukiwaona watu hawako vizuri, kama unaweza fanya hicho kitu, kama uwezi, waombe. Bwana Yesu asifiwe sana, lakini kwa njia ya maombi wapatanishe watu na Mungu wao, omba wapatanishe watu waziache dhambi, wapatanishe watu wamuone Mungu, wapatanishe watu wawache uovu, wapatanishe watu. Si kazi yetu, ni moja tu, ni kumwomba Mungu, wale watu waache ulevi, wale watu waache uzinzi, wale watu waache mazoea kanisani, wale watu waimbe katika roho na kweli, wale watu wakutumike katika roho na kuwakutumikia katika roho na kweli, tukisimama kwa Mungu tukamwomba Mungu, waimbaji waimbe katika roho na kweli, waombaji nao waombe katika roho na kweli, waubiri waubiri wa katika roho na kweli, manabii, wewe unabii wa kweli sio wa uongo. Tukimwomba Mungu kwa kuwapatanisha watu katika kazi zake, Bwana ataonekana kwako. Usi, zamani walikuwa wanasema mtu mmoja, ninakumbuka akasema, usiwe kama jembe. Majembe ya Kinyakyusa wanasema, posoro yenyewe huo inachota ina, ina, ina udongo inakuja huku yaani usi, usipende kujiombea wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Usipende kujilalamikia wewe mwenyewe, kujielezea wewe mwenyewe Usipende yani, kila muda tu ni watoto wangu, kila muda tu ni mume wangu, kila muda tu uchumi wangu, kila muda tu huduma yangu. Kuna muda uwe kama ile koleo inafanya hivi, uwe unatupia kwa wenzio, kwamba fulani, Bwana msaidie fulani, Bwana mtie nguvu fulani, nyumba ya ndugu yangu, ndoa ya ndugu yangu, uchumi wa ndugu yangu, huduma ya dada yule. Fanya hivyo na Bwana atakubariki. Bwana bariki neno lake Bwana bariki neno lake jamani. Haleluya, haleluya. Unajua Mungu mimi, naweza nikasema hivi, Roho Mtakatifu atajaziliza bahati nzuri kila mtu na Roho Mtakatifu pale ambapo unaona pali baki hapa. Roho Mtakatifu akuongezee. Njo binti, umalizie. Njo njo mama, njo umalizie. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Basi tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu, Mungu uketie mahali pa juu pa samani palipo inuka. Sante Yesu kwa ajili ya neema yako na rehema zako Sante Bwana Yesu kwa kutufundisha tena katikati ya asubuhi ya, ya leo. Sante Mungu kwa sababu umeendelea kutukumbusha tena watoto wako ya kwamba tuwapatanishe watu wengine kupitia maombi, tuwapatanishe watu wengine na wewe kupitia kusemezana nao. Lakini zaidi Bwana, umeendelea kutukumbusha kwamba tusiwe ni wepesi wa kujiombea sisi wenyewe, lakini Mungu, tuwe na uwezo wa kubeba mizigo pia kwa ajili ya watu wengine. Tunakushukuru Bwana Yesu kwa sababu ninajua kabisa ya kwamba kuna watu umeona huwa tunakaa kwenye maombi na kujiombea sisi wenyewe, lakini tunasahau kama kuna watu ambao wanahitaji msaada wa maombi yetu, ili kusudi Bwana, kupitia hayo maombi yetu, wewe uweze kuwainua. Tusaidie Bwana Yesu kila moja moja mahali hapa, tia nguvu e Bwana, awe mpatanishi, tia nguvu mama huyu, mtia nguvu dada huyu, awe na uwezo na nguvu ya kuomba si kwa ajili yake tu na familia ya kwake huduma za wengine kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, wanaleta uhai. Tazama Bwana, ni majira na wakati ambao tunaondoka mahali hapa. E Bwana, tunaomba neema yako na nguvu zako Bwana ziendelee kwenda pamoja nasi. Neno lako inasema mkinitumikia, nitawaheshimu. Nasi e Bwana tumekutumikia, tunaomba heshima yako kwenye kazi zetu, heshima yako kwenye ndoa za wamama hawa, heshima yako kwenye huduma zetu Bwana. Heshima zako kwenye uchumi wetu, we Bwana, tunaomba heshima yako mfalme wa mali zaidi ya yote, wa Bwana uso wako uende pamoja nasi tunapotoka mahali hapa, neema yako na rehema zako Bwana zikapate kutufunika, usituache wenyewe Bwana, tunaomba pamoja nasi Roho Mtakatifu unayetupa kujua siri za kwako unayetupa kujua yaliyo ya Baba anayoyaachilia kwa ajili yetu, usinyamaze kwa ajili yetu, usinyamaze kwa ajili ya kazi zetu, usinyamaze kwa ajili ya biashara, usinyamaze kwa ajili ya watoto, usinyamaze kwa ajili ya waume zetu. Yesu, tunakutaka peke yako, maana wewe ndiwe msaada wetu, maana wewe ndiwe rehema zetu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wanaletalia hai. Tutakapokuwa tunakutolea sadaka Bwana, tunaomba neema yako, tunaomba rehema zako kila mmoja mmoja, e Bwana na sadaka ya kwako Nijaribuni kwa sadaka mwone kama sitawafungulia milango. Yesu, kila mmoja na sadaka yake na kile ambacho Bwana amekitamka kupitia sadaka yake, msaidia ya Bwana akakutane na haja ya moyo wake kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wanadetelia hai Tunapomoka kwako, endelea kutujalia kuwa na hekima, unyenyekevu, upole na utulivu, lakini na kuheshimu wengine na kukuheshimu wewe Baba ulicho, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wanaletalia hai. Nikiwa maya na kushukuru, amen.